So, kupitia ukurasa wa Instagram Insta story ya Irene Woya, ameweza kushare video ikiweza kuonesha mastaa wa uigizaji kutoka hapa hapa nchini Tanzania Jacqueline Wopa, Auntie Ezekiel wakimkabidhi gari star mwenzao ambaye anafahamika kwa jina la Kajala, ambayo imekuwa ni zawadi ya gari lakini pia pamoja na maua akiwa anakabidhiwa Kajala. Sasa kwa upande wa gari hili hapa ni gari ambalo limenyoka kinamanoma, watu wengi wakiwa wanajua kwamba gari hili ni moja kati ya magari ambayo yanaumiza sana mfuko Ebana, Toyota Land Cruiser Prado TX, ndo gari ambalo linaonekana hapa likiwa lipo katika e bana mng'ao wa kutosha kabisa na gari hili ni jipya kabisa. Watu wengi wamebaki na maswali kwamba pengine ni nani ambaye ameweza kumkabidhi e bana gari hili hapa yani kama zawadi. Kati ya hawa wote watatu, kati ya Auntie Ezekiel, eh, Jacqueline Wolper lakini pia Irene Uwoya ni nani ambaye atakuwa amempatia zawadi hii hapa au kuna mtu ambaye ameweza kumpatia mbali na hawa ambao walikuepo hapa. Kwa watu wengi sana ambao ni wachambuzi lakini pia wadau wa burudani wameweza kudhani, eh, kwamba labda pengine anaweza kawa ni Harmonize ambaye ameweza kutoa zawadi hii hapa licha ya kwamba hakuna story za moja kwa moja na last time pia tuliweza kuona kwamba Harmonize akionyesha jitihada za kutaka kumpa zawadi ya gari Kajala 3 ambayo aliweza kuwa nayo akiwa katika e, msululu wa safari zake katika e, safari tofauti tofauti, ziara tofauti tofauti, amekuwa anatembea na gari ambayo ni gari ya pesa ndefu kinoma manoma, takriban gari ambayo ilikuwa ina gharimu e, bana milioni 300 alikuwa nayo akienda naye airport e, bana katika jitihada za kutaka kumpatia mwanadada Kajala, lakini mpaka sasa hivi hazijaweza kuonekana kwamba jitihada hizi zimeweza kukubalika kwa mwanadada Kajala. Lakini kitu kizuri ambacho watu wengi walikipenda katika siku za hivi karibuni ni baada ya tiza ya wimbo wa Harmonize, ambapo aliweza kuonesha eh, bana eh, sanamu la Kajala pamoja na yeye, lakini pia background voice eh, bana nyimbo ilikuwa inasikika katika eh, maudhui fulani vya mahaba, lakini baadaye ni kwamba Harmonize aliweza kufuta wimbo huo na maswali mengi sana yakawa yamejaa kwenye mitandao ya kijamii huo wimbo lakini pia kwa nini Harmonize mpaka sasa hivi hajaweza kumkabidhi e, bana gari la Kajala ambalo watu wengi walikuwa wanaliona e, likiendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii likiwa limeandikwa kwenye plate number pale kwamba Kajala 3 and this time around e, bana Toyota Land Cruiser Prado TX ndo gari ambalo linaonekana Kajala, Kajala akiendelea kuvimba nalo, lakini pia e, masta wenzake wakiendelea kumpongeza kwa kupata zawadi hii ya gari, lakini pia haifahamiki ni nani ambaye ameweza kumpatia zawadi hii ya gari mwanadada huyu ambaye ni Kajala lijendari kabisa wa uigizaji kutoka hapa hapa nchini Tanzania. Upi mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? E bana, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye anja comment hapo ini. Sawasawa ladigito chao chao